Mratibu wa taasisi ya kudhibiti kifua kikuu na UKIMWI kanda ya nyanda za juu kusini, Agrey Mkalawa ametaka jamii kuachana na dhana potofu ya kuamini kwamba ugonjwa wa kifua kikuu ni wa kurogwa. Badala yake, wanapaswa kufika hospitali kwa ajili ya kupata vipimo na kuanza matibabu. Mimi pia ni mmojawapo ya watu waliougua kifua kikuu na kupona. Ninaomba nieleze umma kwa kifupi sana, namna ambavyo nilipitia katika uh, kuugua kwangu kifua kikuu. Ni miaka kama kumi iliyopita ndipo nili, niliugua kifua kikuu. Wakati navyougua nilikuwa napata homa, kwa bahati mbaya sikuwa na dalili ya kukohoa, lakini mimi nilikuwa na dalili ya kuchoka, kukonda, kupata homa na kutokwa jasho jingi sana, hasa nyakati za usiku. Basi mimi moja kwa moja nilikuwa naamini kupata matibabu kwenye vituo vya binafsi ambavyo ni vya kutumia pesa nyingi, nikiamini nitapata matibabu sahihi, lakini kila kituo nilichoenda kupimwa niligundulika na either typhoid ama malaria, lakini nikianzishiwa dawa na tibio zile dawa na malizi kwaenda, aka yoenda aka, aka, aka, aka, akanirubuni kwa kuniambia kwamba nimerogwa na nimerogwa kwa kuchukuliwa kama jini ili nifanye kazi, lakini kwa bahati mbaya kule nilikorogewa ni mbali kwa hivi e, lile jini sasa linanipa hii hali ya kuugua ugua mara kwa mara unaona, na mazingira aliyokuwa ananitabiria anani, anani huo huo uganga wake kwa kweli, kabla niliamini, kwa sababu kuna sauti ilikuwa inatoka mahali nikiwa e, kwenye hiyo madhabahu ya huyo mganga, sauti ilikuwa inatoka chini nanieleza hivyo vitu, na ni kweli niliokota pesa Mbozi na baada ya hapo nikaanza kupata hizo shida, nikaamini moja kwa moja. Lakini kilichonisaidia ni kwamba baadaye nilikuja kushtuka kwamba yule alikuwa ni tapeli, kwa sababu aliweka speaker chini ya ardhi. Kwa hivyo kile kitendo cha kufunua, alivyokwenda kunichukulia dawa, nilipofunua nikaona chini kuna speaker kuukuu iliyochanika chanika chanika, nikahisi hapa nafanya nini hapa, napigwa. Ninaomba niwaambie jamii, eh, kifua kikuu ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ya hewa kupitia mdudu anayeitwa microbacteria ambapo sina imani kabisa kama kuna mchawi anaweza kammeneji yule mdudu mgonjwa, ambao unaambukiza kwa njia ya hewa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na ni kimelea ambacho kinasafiri kwenye hewa kwenda kwa mtu mwingine. Hakuna mtaalamu yoyote wa jadi ama mchawi anayeweza kumeneji yule mgonjwa akaweza kuambukiza mtu mwingine, hakuna mahusiano. Kwa hiyo jamii muone kwamba hakuna kurogwa kwenye kifua kikuu. Kwa upande wake afisa muuguzi msaidizi kutoka kituo cha afya cha Rwanda kilichopo jijini Mbeya, Angela Mwangulumba ametaja dalili za ugonjwa wa kifua kikuu, huku akisisitiza kuwa matibabu ya ugonjwa huo ni bure. Mtu akishaona kwamba ana dalili ya kukohoa kikozi, kwamba amepata matibabu ya kawaida, lakini kikozi bado kinaendelea zaidi ya utimbili, aje kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Lakini pia akiona kwamba anapata homa za mara kwa mara, akiona anakohoa makohozi yamechanganyika na damu, aje hapa kituo cha afya au aende kituo cha afya karibu naye, akajieleze kule, akapate uchunguzi. Homa za mara kwa mara, kupungua uzito kwa kasi, lakini vile vile akiona kwamba anatoka jasho nyingi sana usiku, nashauri kwamba jamii wafike vituo vya afya. Hii huduma ni bure Hakuna hata shilingi hata hata shilingi moja, huduma ni ya bure, na serikali yetu kwa kweli inajitahidi. Serikali inatoa dawa, dawa zipo muda wote na ni za bure. Huduma ya kifua kikuu ni ya bure, hakuna kuchangia gharama, hata hata hata upimaji, tunapima bure vitu, vya vituo vyetu vyote, vitu, vitu vya vijiji hapa, tunatoa huduma ya, ya, ya vipimo bure, lakini vile vile na dawa zinatolewa bure kwa pesha muda wa miezi sita bure kabisa. Naye muuguzi wa afya ngazi ya jamii Luklesia Malekela amesema wamekuwa wakifanya ufuatiliaji kwa wagonjwa waliobainika kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu na kuwahimiza kuzingatia matumizi ya dawa. Kazi yangu mimi ni kutoa elimu kwenye jamii kuhusu kifua kikuu, naelezea dalili zao, dalili za kifua kikuu mteja akinielewa kuwa ndo ananifuata au mimi namfuata mmoja mmoja kumuuliza kutokana na mwonekano, labda mteja mmoja mmoja namuuliza anakohoa, homa, anapungua uzito, mtu mmoja mmoja, baada ya kutoa elimu, kutoka jasho uo usiku, kwa makohozi aliyochanganyika na damu pia kutoka tezi shingoni kwa pani na sehemu zingine za mwili, kati ya pale mmoja akinielezea kati ya zile dalili pale, kwangu mimi ni mhisiwa ambaye ana dalili ya kifua kikuu ndani ya wiki mbili nakuendelea pia. Kwa hiyo nikimpata mteja kama yule ambaye ana dalili mojawapo kuwa na chukua. Sisi tunatembea na vifaa, kuna fomu ya referral kuna container za kuchukulia sampuli za makohozi, kuna mrekodi taarifa zake zote, namwelekeza jinsi ya kutoa sampuli za makohozi na mimi pia nitakuja muda gani kuchukua ile sampuli, nipeleke wapi maabara, majibu tunapewa taarifa, sababu tunachukua taarifa zote za mgonjwa. Kwa hiyo mtu wa maabara anatupigia simu kuwa majibu yako ya wagonjwa wako yameshatoka, akiwa positive ndo anaharakisha zaidi kutupa taarifa ili tukampelekea taarifa yule aanze nini dawa, na sisi tunamfuata yule mteja, tunamleta kwenye kituo cha afya au hospitali yote ambayo yeye imeandaliwa yeye yuko jirani naye, ya mazingira rafiki, na hapa elimu ya ufuasi mzuri wa dawa, anywe kwa usahihi kwa wakati na aje kuchukua dawa kwa wakati, na wakichelewa tunawakumbusha, sababu kuwa tunafuatilia na tuko na dotinesi ambaye ni msimamizi wa kituo. Joseph Wadeni Moses ni mmoja wa wagonjwa wa kifua kikuu anayetumia dawa, amewashauri wananchi kuacha hofu ya kupima magonjwa mbalimbali ili wanapobainika kuwa na ugonjwa waanze kutumia dawa. Katika kaka kama vijueni kijueni kama vijueni akapita kama dharupu akawa anatoa kama ushauri shauri ule mimi sikuupotezea kuingizia maanani vitu kwa nielezea vya vitu ambavyo nilikuwa navyo mimi kwao. Nikamwita pembeni, nikakaa naye, akajaribu kunishauri, akanishauri shauri kaniingia kichwani. Kanifuata dada huyu ama kesho yake, kanielekeza pale, nikampa makozi yangu, kaenda kuipima

mambo marazi ya maradhi haya. Kwa mimi ushauri wangu kwa vijana wangu wasiwe tu waoga, afu wasipuuzie. Maadhimisho ya kifua kikuu duniani yanatarajiwa kufanyika Machi 24 mwaka huu, ambapo kitaifa itafanyika jijini Dodoma. Kauli mbiu mwaka huu kwa pamoja tunaweza kutokomeza kifua kikuu, azimia, wekeza, timiza <mulia>